Habari moto moto, breaking news! Hivi karibuni tutarajie uzinduzi wa kitabu kizito sana, kwa hatimaye tafsiri ya mwalimu ya kitabu cha Plato. Kitabu chenyewe kinaitwa Jamhuri, Jamhuri ya, ya Plato Jamhuri, Republic, ambacho kimechapishwa na Mkuki na Nyota na kimetafsiriwa na Mwalimu Julius Nyerere, mwanafalsafa wa nyumbani. Okay, mi naitwa Charles Sanga, mfanya kazi wa wizara ya mambo ya nje. Naitwa Selestin Christopher Lin, balozi mstaafu, lakini kwa kawaida h hatustaafu kama alivyokuwa mwalimu. Ukiwa mwalimu unakuwa mwalimu. Oke, mi ni Saida Saida Yahya Hoffman, profesa wa lugha Kiingereza mstaafu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ao sasa hivi ni mstaafu na nafanya mambo mengine na mambo ambayo nafanya ni kuandika na kusoma, wamatu ndotonie, ni mpenzi wa fasihi ya Kiswahili. Kwa jina naitwa Mariam Mbe, ni mfanyakazi wa Mkuki na Nyota, ni msomaji na mpenzi wa fasihi. Mimi naitwa Mariam Hamisi ni mhariri Mkuki na Nyota. Mimi naitwa Isa Shivji, ni professor stahiki katika shule ya sheria, chuo kikuu cha Dar es Salaam. ka mara ya kwanza mimi nilisikia kama mwalimu alikuwa na tafsiri kitabu cha Plato ilikuwa mnamo mwaka 1997 tulikuwa na kongamano pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, na wakati tuna pigisha picha ya wote mwalimu akamwambia, uh, makao mkuu wa chuo kwamba nina tafsiri kitabu cha Plato. Je, mtaipublish? Asekaa ndio mwalimu, tutaipublish hiyo. Tangu wakati ule mimi nilikuwa na subiri nione tafsiri ya mwalimu ya kitabu cha Plato hasa mwalimu alihangaika sana kwa miaka zaidi ya kumi, lakini hata mwalimu alipokuwa mgonjwa yuko hospitali London akitibiwa, wakati kabla hajafariki alikuwa bado anahangaika kukimaliza kitabu hiki kutafsiri. Akachukua jukumu la kuandika, kutafsiri kitabu hiki cha Plato, Jamhuri ya Plato. Alichonieleza ni kwamba Jamhuri ya Plato kwa kifupi sana inaelezea serikali inayofaa kuongoza nchi. Akaanza kutafsiri kile kitabu kwa Kiswahili safi sana. Nilikuwa kwenye ofisi yetu, tulikuwa watatu tu, mimi na aa masekretari wawili na mwalimu. So tukawa tunachapa kila akileta, nagawia wenzangu wanachapa na, na mimi mwenyewe nilikuwa nachapa. Baada tukapeleka Dar es Salaam University Press, wakaunda kitabu, wakaweka kitabu kama kitabu Kile kitabu nilikichukua kwenda nacho London. London kule Mwalimu alikuwa katika hali sio nzuri sana, alaumwa sana lakini alisema I must finish this work. So katika hali yake ngumu ya, ya ugonjwa, lakini alikitafsiri. Alifanya editing kwa mkono, alifanya editing kwa mkono na alitafsiri katika hali ngumu sana, kati naumwa sana, lakini anasema, I must do this kwa ajili wa ya Watanzania, na bahati nzuri ame amefanikiwa kukitafsiri. masaishi ya mwisho katika mswada wa tafsiri hii na naambiwa alimaliza mwalimu. Tunavyojua alifariki mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa. Tangu wakati ule imechukua miaka mingapi? Miaka karibu ishirini na mitano hivi kwa tafsiri kutoka kwa hivyo mi binafsi nimefurahi sana kwa hatimaye tafsiri imetoka. Um, ni jambo la kufurahisha kwa kwa hakika kuona kwamba maandishi haya ambayo mwalimu yom, Nyerere aliyafasiri miaka mingi iliyopita kwamba sasa ataweza kusomwa na watu wengi zaidi kwa lugha ya Kiswahili. Plato alikuwa mwana falsafa wa Kigiriki alikuwa mwanafunzi wa Socrates ambaye anajulikana sana na hao, kina Socrates na Plato ndio hasa walikuwa waasisi wa falsafa wa wa, wa, wa ya Magharibi, na Plato alikuwa mwanafunzi wa Socrates. Methodologia Socrates na Plato, hata katika kitabu hiki, ni tofauti metodolojia wanayotumia ni ya kuudadisi, inaitwa balaga, rhetoric. Kudadisi, maswali na majibu, maswali na majibu, na katika kudadisi maswali na majibu ndio anajenga hoja yake na hatimaye anahitimisha. Pale anapohitimisha anapo, ndio sasa unajua hoja yake ilikuwa nini, alikuwa anaelekea wapi na Mwalimu inaelekea alipenda sana methodolojia hiyo. Kwamba Mwalimu ni mwandishi wa vitabu, na hii ni sifa ya peke yake, lakini ni moja tu miongoni mwa sifa nyingi ambazo anazo. Ukweli ungeweza ukasema kwamba Mwalimu analitania litania, maana yake orodha ya sifa nyingi sana. Mmojawapo ni hiyo ya kuandika, ni mwandishi hodari sana, vitabu vyake vinajulikana, lakini vilevile mwalimu amekuwa mfasiri. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini mwalimu alihangaika kiasi hichi kukitafsiri kitabu hiki, na alitumia nguvu zake kubwa sana kukitafsiri? Nini, kitu gani kilimsukuma mwalimu ili aweze kutafsiri kitabu hichi hasa? Jibu ni kuwa kitabu ni jamhuri. Jamhuri hii inayozungumziwa kwenye kitabu hiki ni jamhuri ya wananchi ni jamhuri ya viongozi na sio watawala. Ni jamhuri ya viongozi ambao wanafuata matakwa ya wananchi wao, matamanio yao, maelekezo yao. Kwa kifupi, ni tunaweza kusema ni jamhuri uh, pendekezwa. Hatujaipata bado, lakini tunapigana tuipate. Tafsiri yenyewe pia ya mwalimu imekuwa mafichoni karibu miaka 25 toka Mwalimu alivyofariki mpaka leo, ilikuwa mafichoni, lakini hivi sasa imetoka ime, ime hadharani, inachapishwa tutaisoma na tuta, tutapata kwa tena. Inachapishwa kwenye lugha yetu pendwa. Hakika, kama baadhi ya watu walivyosema, tafsiri ndio lugha ya dunia, ndio lugha ya, ya dunia, dunia. maana kwa kupitia tafsiri unawawezesha watu ambao wanazungumza lugha mbalimbali kuweza kuelewa kuhusu elimu hiyo. Na ukiangalia maendeleo ya duniani, kwa hakika hata hao ambao hivi leo tunawaita kwamba ndio walioendelea, hasa nchi za Ulaya Magharibi, utaona kwamba elimu yao yote na maendeleo yote waliyopata wameyapata kutokana na tafsiri za elimu zili, zilikuwa zili, zilikuwa ziki ni za, za watu wengine. Kwa mfano wame- kwa wame, upande wa hisabati wamefasiri kazi nyingi sana ambazo zilikuwa zikiandikwa na wanasayansi na, na, na, na, na, na, wa Kiarabu, maarifa yale ambayo wanayo leo, ujuzi ule ambao wanao leo, kwamba hautokani ha na wao bali unatokana na, na mataifa ma mengine, lakini wameyapata kwa kupitia ila tafsiri. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana tafsiri, ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo tutaona yale mwalimu alitutamania sisi wa Tanzania, kwa sababu aliyatamani hatujafikia bado, lakini tunaendelea kuyatamani tu, tutaona vile, vile, vile vipi tunaweza kumwenzi mwalimu kwa kununua hichi kitabu na kukisoma hichi kitabu. Kwa hivyo tukipate kitabu tukisome Jamhuri ya, ya Plato. Nilipoanza kupapasa inakale ya awali niliopewa na Bugoya kwa kweli nilifurahi sana, kwa sababu nilif, niliona kwamba ninaelewa sasa Plato. Elimu haina mahali kwao maalumu, elimu ni ya dunia nzima, aina yote ya elimu. Kwa hivyo ni muhimu na ni kwamba kwamba elimu ile au maarifa yale yawe apat, eh, yajulikane na watu ambao wanazungumza lugha mbalimbali. Ni, ni kitabu ambacho kwa sasa hivi nafikiri kinaweza kikaonyesha ukubwa na u, utajiri urithi wa Kiswahili kwamba Kiswahili kinaweza kikatumika kama sehemu ya kufanya majadiliano ya kifalsafa. Plato katika Kiingereza sikuelewa vizuri, lakini Plato katika Kiswahili na tafsiri ya mwalimu inaelewa vizuri sana kazi ya kisanaa ambayo inaongelea mambo muhimu ambayo yako relevant sasa hivi, mambo kuhusu usawa, mambo kuhusu haki, mambo kuhusu uwajibikaji wa, wa watu wenye nguvu, ni mambo ambayo yako relevant mpaka leo. Nafikiri ni muhimu kwa mtu yoyote ambaye anapenda maarifa, lakini hasa kwa wale watu ambao wanakipenda Kiswahili kama lugha yetu ya mazungumzo, lakini kama lugha yetu ambayo tunahusiana tuna nayo kila siku kuhakikisha kabisa kwamba anaweza kupata kopi ya kitabu hiki, kwa sababu kwanza, haya ni maarifa ambayo ni ya hali ya juu sana, ambayo sasa yameletwa katika lugha ambayo ni rahisi kueleweka kwetu sote, na yameletwa na mtu ambaye sisi kama taifa, huyu ni baba wa taifa letu, mtu ambaye binafsi yangu naona kabisa alikuwa mtu ambaye alikuwa na maono ya mbali sana. Kwa nini mtu asome? Ni kizuri, ni kizuri kwa sababu ni, ni ni tafsiri ya mwisho aliandika Mwalimu na ni tafsiri, ni kazi ya sanaa ya kisanaa. Mwalimu amekuwa alikuwa ni msomi, lakini ni watu wachache wanafahamu kwamba alikuwa anaandika kazi za kisanaa. Tafsiri hii alikuwa ni tafsiri ya mwisho aliyoandika kabla kabla hajafariki, ni kazi ya kisanaa ya kifasihi ya mwisho. Kilichonivutia ni namna kwanza, haya maarifa hayapatikani kirahisi. Hichi ni kitabu ambacho maarifa yake hata darasani hatujayasoma. Sijui labda kuna vyuo vinafundisha, lakini kwa sofa mimi, kwa vitabu nilivyokutana navyo, sijawahi kuona maarifa aina hii. Ni kitabu cha kipekee sana. Huu mswada wa mwisho wa kitabu aliuandika wakati akiwa kitandani Landa, anapatiwa matibabu ya mwisho kabla hajafariki. Kwa hiyo utakuja kugundua huyu mtu namna alitupenda, hakutaka kwamba nitafaidika, kwamba mtu unapigania una afya yako, imagine mda huo unawaza Getting out of here? Lakini yeye anawaza tu kwamba chochote kitakachotokea, lazima nikiondoka, au nikibaki, Watanzania wasome hiki nachotaka. Kwa hiyo ni zawadi moja kubwa sana. Ni vizuri kuwa na ufahamu wa maswala haya kwa kiwango kikubwa, na kila unaposoma juu ya jambo fulani, kutokana na mwandishi tofauti na mwingine, unapata kuwa na uelewa zaidi, na halafu unapata una jinsi ya wewe mwenyewe kuweza kuelezea jambo hilo, kwa sababu umepata maelezo mbalimbali. Na sisi ni fahari yetu sana, fahari kubwa kwamba tumeweza kufanya matayarisho, kukichapisha kitabu ambacho kitatoka uh, karibuni, lakini hivi sasa maandalizi yake yote yamesha kamilika na pengine mwishoni mwa mwaka kitakuwa kiko sokoni.